Lililotokea ni tukio la kutengenezwa na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa, yaliyotokea Madagaskar yatokee na hapa lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie, Madagaskar kumetokea nini? Hajui. unataka hapa kitokee nini? Hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana, wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji katika vurugu ile. Waliingia, walio waliokuwemo, na wasiokuwemo, wengine kwa kutukujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako, ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu, kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa, kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa, vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa, magari ya serikali vimeunguzwa, vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na, na, na jina la hayo ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tuliyoyazoea yazoea na tuliyo yakubali ndani ya katiba yetu ni yale, watu wamehudhika na kitu tunaomba tuandamane, tujieleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tuliyoudhika nayo na na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi? Na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini, nini? Lakini unaunguza, lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini, nini. Haya, haya nifurugu, kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa, katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake, tulishashuhudia kwa wenzetu. Waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa, wanaweka nguvu kubwa yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeaona. Sasa wanaporudi kutulaumu, mlitumia nguvu kubwa. Wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe, walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana, tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi.